aya muntazir jiske the din raat muamma khul gaya roshan hui baat Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mpendwa mtazamaji wa MTA Afrika ni mimi wako mtangazaji Abdul Basit Ali na leo hii karibu tena katika studio zetu za MTA Kenya. Hapa katika studio tutajadili yale yale mafundisho matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa, amani ya Allah iwe juu yake, na bila shaka, katika kipindi kilichopita tuliweza kuzungumzia mambo kadha wa kadha, ambapo miongoni mwayo ni hili la Masihi aliyeahidiwa kuandika vitabu viwili ambavyo ni Anjame Atham Yani, mwisho wa Atham, lakini kitabu chengine ni hekima ya mafundisho ya Kiislamu ambacho kwamba ndicho hotuba yake iliyotolewa pale katika mkutano wa dini zote. Lakini vilevile vile katika mada ya iliyopita tulizungumza pia na wakufunzi wetu kuhusiana na masuala ya kifo cha huyu bwana Lekram ambaye bila shaka pia alikuwa ni mpinzani mkubwa wa jumuiya tukufu ya Kiislamu ya Ahmadiyya, lakini pia alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Uislamu na kwa ujumla, pia alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi huyu bwana ilitokea kwamba aliweza kupata ile nadhiri ambayo ilitolewa na Masihi aliyeahidiwa kwamba aliweza kufariki, na katika hali ya kifo chake, basi masuala kadha wa kadha yalizuka kwamba Masihi ndiyo ambaye kwamba amemuua huyu bwana Lekram lakini kwa ujasiri wa dhati Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah yo juu yake akatoa kiapo kwa huyu Muhammad Hussein wa Batala na wengine wowote wa ambao wanadhani wana, wana kwamba yeye ndiye muuaji wa bwana Lekram. Akawambia endapo mwanao haki kwamba mimi ndimi niliyemuua huyo bwana, basi njoni mwape. Lakini hawa mabwana wote walishindwa kukubali kwamba Masihi ndiye hasa aliyemuua bwana Lekram na hata hivyo mwishowe ikatokea kwamba kila aina ya ushahidi ulitokeza ambao hauhusiani kabisa na kwamba Masihi ndiye aliyemuua Lekram kidhahir. Lakini matokeo yake ni haya, kwamba ni yale maombi ya Masihi yaliyoahidiwa na ule waha ambao ulipata kwa Allah uliweza kwa kutimia kwamba huyu bwana ambaye alikuwa na chuki dhidi ya njia ya mwongozo akaweza kupata kile kifo. Nam, katika studio leo niko pia na wageni wetu wale ambao ni wakufunzi wa jumuiya ya Islamu Ahmadia. Upande wangu wa kulia niko na mwalimu wetu mpendwa, mwalimu Abdalla Haji Wanyasi. Mwalimu sahib, karibu sana katika kipindi chetu. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, basi pia upande wa kushoto niko naye mwalimu Muhammad Musa Oponyo. Mwalimu sahib, karibu vile vile kwenye kipindi chetu. Asante sana bwana mtangazaji. Naam, kama tunavyojua, mada hasa ni ile ile kwamba inaeleza maisha matakatifu ya huyu Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Tukiendelea na matukio haya ambayo yametokea, mwalimu sahib, tunapata kuona kwamba Masihi aliyeahidiwa pia aliweza kuhudhuria mkutano wa jubilii wa huyu malkia Viktoria wa Uingereza, ambao ulikuwa ni mkutano wa jubilii katika India na Uingereza. Vilevile huyu Masihi katika mwaka ule aliweza kumpatia zawadi gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Ukweli ni ya kwamba Masihi Maud alaihis salaam, lengo kubwa lilikuwa ni kufikisha ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu kwa kila mtu, mdogo kwa mkubwa. Kwa hivyo mwaka huo, tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka ni 1897, ilitokea hivyo ya kwamba malikia Victoria alikuwa anasherekea jubili ya miaka 60. Kwa hivyo hii sherehe ilifanyika katika Uingereza na vile vile katika India. Kwa hivyo Masih Maud alislam akaona kwamba wakati ule wa sherehe ni wakati wa kupeleka zawadi mbalimbali mbali. Kwa hivyo miongoni mwa zawadi aliyeashiria kumpelekea huyu malkia ilikuwa ni kitabu ambacho kilijulikana kama Tuhfa Kaisaria ama zawadi kwa Kaisar. Kitabu hiki ndani yamo aliandika mambo kadha wa kadha, mojawapo lilikuwa ya kwamba Masih Maud ala islamu, yani Saidna Ahmad ala islam ni mcha Mungu na nabii mkweli bila akamdhihirishia kwamba dini ya Kikristo kwa sasa hivi ni batil, na akamwhakikishia huyu mfalme ya kwamba dini ya haki ni di dini tukufu ya Kiislamu. Si ya kwamba tu huyu mfalme ndiye alipewa, bali vilevile vile mfalme wa muadhama mfalme wa India vilevile vile alipewa hiyo zawadi ya kitabu na vilevile v vile gavana Wapunji, wapanjabu vile vile alipelekewa hiyo zawadi, na sio tu hawa wakubwa peke yao, bali hiki kitabu kikatolewa na nakala nyingi tu, ya kwamba watu wengi vile vile wakaweza kupewa, kama njia mojawapo ya kufikisha ujumbe huu mahsusi, ya kwamba Sayyidina Ahmad alayhislam ni mcha Mungu wa kweli, vile vile ni nabii mkweli, na vile vile dini ya haki ni Islam na dini ya Kikristo ni batil, ya kwamba ujumbe huu ukafika kwa watu wakubwa kwa wadogo kwa hivyo ni wazi ya kwamba watu wanatarajia kwamba ah, zawadi ziwe ni za mali za kidunia na kadhalika, lakini kwa Masihi anaona kwamba zawadi bora ni zawadi ya uchamungu, zawadi ya mwongozo, zawadi ya mafundisho. Niposa akaamua kwamba adhihirishe zawadi ile, kwamba malkia pia aweze kupata ile habari ya Mwenyezi Mungu wa kweli kupitia dini tukufu ya Kiislamu, yeah. Naam, ni kwamba zawadi za aina hii zinakuwa chache sana lakini pia watu wengi hawazithamini, lakini kumbe ndizo zawadi za maana, mpaka Masihi akaamua ampatie mpaka yule malkia. Naam, katika matukio haya haya, katika mwendelezo wa maisha ya Masihi aliyeahidiwa, Mwalimu Sahib, tunapata pia kuona kwamba kando na yule padri ambaye alikuwa ni Abdullah Atham, kulikuwa pia kuna padri mwingine eh, Dr Martin Clark. Huyu bwana Martin Clark ni kwamba pia alikuwa anataka kumshtaki Masihi aliyeahidiwa kuhusiana na kifo cha Lekram. Kuna habari gani pale ambayo iliendelea? Asante sana bwana mtangazaji. Ibainike kwamba sina Ahmad alaihi salatu wassalam kama Masihi aliyeahidiwa katika mojawapo ya utabiri wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yake kubwa miongoni mwa zingine ilikuwa ni kuvunja msalaba kwa hivyo Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam hakuacha nafasi yote aliyoipata kutekeleza kazi kubwa. Kazi kubwa ilikuwa ni kuvunja msalaba, Naam, ya masia msalaba. La hidiyo, amani Allah juu yake. Bila shaka ndiposa katika ule mkutano ule mjadala uliofanyika katika Amritsar Saidna Ahmad alayhi salatu wasalam kwa hoja na dalili akavunja uungu wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam na kutokana na hali ile na hali ambayo wale mapadri walijikuta ndani, wakapata kufedheheka, basi jambo hili alikuwa kufurahisha. Na tunakumbuka katika ule mkutano vile vile, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam alitoa utabiri kuhusu yule bwana Abdallah Atham, kutokana na yale kejeli zake na lugha yake ya matusi kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na dharau kwa dini ya Kiislamu. Basi kutokana na ule utabiri, bwana Abdallah Atham akapata kufedheheka na akaingia katika maangamizi, na mwisho alikuja kufariki. Mwalimu Saheb, umegusia jambo la kuvunja msalaba, lakini pia ukagusia jambo la kuvunja uungu wa Yesu Kristo. Hivi ina maana kazi ya kuvunja msalaba miongoni mwayo ni kupitia hoja na dalili ambazo zinaeleza kwamba nabii huyu wa Allah sio Mwenyezi Mungu? Bila shaka ndio maana hasa kuvunja msalaba hiyo. Bila shaka naam, na ibainike kwamba sio kuchukua misalaba zile za mbao na kuzivunja, bali ni kuvunja zile hoja ambazo zimejengwa kuthibitisha uungu wa Yesu. Kwa hivyo yeah. Saidna Ahmad alaihi salatu wasalam katika ule mkutano akavunja hizo hoja, basi hawa mapadri wakafedheheka na wakadhalilika, na haswa baada ya kifo chake Lekhram walikasirika sana, na haswa haswa huyu bwana Dr Martin Clark. Kwa hivyo akawa na tamani kupata nafasi ambayo angeweza kumuangamiza Seidina Ahmad alaihi salatu wasalam. Kwa hivyo ikatokea fursa kwamba kutokana na utabiri wa Seidina Ahmad alayhi salatu wassalam, bwana pia adui mmoja ule Lekram aliweza kufariki. Basi bwana Martin eh, Clark akaona aka kwamba hii ni fursa nzuri ya kuweza kumwangamiza Seidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Akatengeneza kesi ya uongo dhidi ya mauaji, akasema kwamba Seidina Ahmad alayhi salatu wassalam alipanga njama ya kumuua yeye, Dr Martin Clark. Kwa hivyo akatengeneza hii kesi na akaipeleka kutini, lakini Mwenyezi Mungu vile aliahidi kusimama na Sayyidna Ahmad alaihis salatu wassalam alisimama naye kutoka mwanzo mpaka mwisho, na ile kesi ikajulikana kwamba ilikuwa ni ya uongo. Naam, tumepata kuona kwamba ni njama tu zimetengenezwa na hawa mabwana ili kwamba Masih aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake apate kudhalilika, lakini kila mara njama zao zinagonga mwamba. Basi tena kuna njama nyingine, hawajachoka hawa mabwana. Kumbe njama nyingine imekuja hapa kwamba huyu Dr Martin Clark ambaye pia ni padri mkubwa, lakini vilevile vile pia akaungana na bwana mwingine Abdul Hamid. Hawa mabwana ni njama gani ambao walitengeneza dhidi ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake? Asante sana ndugu mtangazaji. Hmm, ni kweli kabisa ya kwamba mwaka huo wa 1897 ilitokea jambo hili ya kwamba kuna bwana ambaye bu, Burhanuddin Jelmi ambaye alikuwa na mpwa wake ambaye ndio huyo ambao umemtaja Abdul Hamid. Kwa hivyo Abdul Hamid alikuwa ni mpwa wa bwana Burhanuddin Jelmi. Naam, sasa huyu bwana tabia yake ni ya kwamba hakuwa na dini ambayo mnaweza sema kwamba ni muaria ama ni Mkristo ama ni Mwislamu. Tabia yake ilikuwa ya kuhamahama dini hata ikaonekana ika kwamba anaitwa mtu mzururaji, kwa sababu ya kwamba mara iko kwa dini hii, mara iko kwa dini hii, mara iko kwa dini hii. Kwa hivyo mwaka huo akabahatika kufika katika Kadiani mbele ya Masihi Maud alaihis salaam, na akawa na ile hali ya kutaka kuchukua baiat. Lakini unajua kwamba huyu Masihi Maud alaihis salaam ni nabii, nabii wa Mwenyezi Mungu, ako na nuru ya Mwenyezi Mungu, akaona unafiki uliokuwa katika huyu bwana, bwana Abdul Hamid na mara moja akakataa bayati yake, na sio tu kukataa bali vilevile vile akafukuzwa katika kijiji kile cha Kadhiani. Sasa baada ya kufukuzwa, alianza mwendo wa kutoka pale mji akaenda katika mji wa Amritsar. Kule Amritsar ndiko alianza kukutana na mapadri mbalimbali. Mwisho wa yote akakutana sasa na huyu padri ambaye anajulikana kama huyu bwana Martin Clark. Katika huyu Martin Clark, najua kwamba alikuwa miongoni mwa wale ambao walihudhuria mkutano ule wa vita vitakatifu, na yeye alishuhudia ya kwamba wale walikuwa kiherehere, mstari wa mbele, walipata kufedheheka kwa njia tofauti tofauti. Kwa hivyo katika hali hiyo ya kwamba vile vile alishuhudia kifo cha Lekhram, na baada ya kifo cha Lekhram kulianza kupangwa njama ya chini ya maji ya kwamba mtu yoyote ambaye atamjeruhi Masihi Maud alaihis salaam atapewa zawadi. Kwa hivyo akaanza vile vile na yeye njama ya kumdhalilisha Saidna Ahmad alaihi salaam. Kwa hivyo akakaa na huyu bwana Abdul Hamid na wakaanza kupanga sasa hila ya kwamba tufanyeje, tufanyeje? Wakaafikiana ya kwamba sasa wapeleke shitaka kotini katika ile kwa upande ile ya Amritsar. Wakafika kwa DC ya upande ule na wakaafikiana na Abdul Hamid ya kwamba aandike katika sentensi zake ya kwamba ametumwa kule mahsus kwa ajili ya kumuua bwana Dr Martin Clark kwa kumpiga jiwe. Sasa wakaandika lile sendenzi pale, ikakubalika. Vile vile huyu bwana Martin Clark akaandika hiyo hiyo uongo mara moja tarehe moja mwezi wa nane mwaka ule ule, ikaandikwa warandi ya kushika Masihi Maud alaihi salam. Sasa ikatoka warandi kutoka kule uh, Amritsar, inapelekwa kule eh, Batala kumshika Seidna Ahmad alaihi salam lakini isisauliwe ya kwamba masima audha ala islam alikuwa ameambiwa tayari na Mwenyezi Mungu ya kwamba Mwenyezi Mungu atamlinda na kudhalilishwa na watu ama hila za, wa, za watu. Sasa ile warand, hata naye ikawa baada ya wiki moja ilikuwa haijamfikia masima audha ala islam, yule disi ambaye alipeana hii oda hii, hii maagizo akatambua ya kwamba ni amekosea kutoka katika kijiji kingine mpaka amepeleka warand pande ule mwingine, na akatoa sasa agizo la telegram kwa yule mkubwa wa pande ile ya kwamba sasa wa, mshi, wa badala ya kumshika huyu ashitakiwe pande ile sasa, ambapo katika ili warand ambayo ilipotea ilikuwa kwamba atoe thamani ya alfu arobaini na vile vile alfu ishirini za thamani ili ya kwamba waweze kuachiliwa kwa jumla ya kwamba elfu sitini rupees zilikuwa zinahitajika, lakini mambo hayo yote yakaisha. Mwenyezi Mungu akaingilia katikati na hawakuweza kuenda popote na ile ili mradi ya kwamba wakapindua kesi ya kwamba ifanyiwe sasa pale Batala, na hata hivyo, kwa hivyo tuseme, kulingana na wale ilikuwa endapo Masihi hatafika kule kwa ajili ya ile kesi, basi ilikuwa lazima pia atoe elfu sitini rupi kwa ajili ya dhamana. Naam, ambapo hata watu kule nao, kwa sababu ilikuwa ni mambo ambayo wamechanganya wa, uh, uh, hila ambayo ilifanywa na mashekhe na mapadri na nini, wakati walijua kwamba Masih Maud aliyosema sasa ataletwa huku, huku Amritsar amepigwa pingu na kadhalika, watu walikuwa wanakaa e, e, kwa stesheni ya gari moshi wakitarajia kwamba waone Masih Maud Alaihis Salaam akifedheheshwa kiwango hiki a, kwamba ametiwa pingu. Lakini wapi, mpango huu haukufaulu, na maagizo yakaanza maagizo yakapinduliwa ya, ya kwamba kesi ikapelekwa kule sehemu ya Batala ambako tarehe kumi mwezi wa nane Masih Maud Alaihis Salaam akaelekea kule, na hawa bwana wakafika kule wakitoa ule ushahidi wao wa uongo, na waki, waking'ang'ana vilevile vile pamoja na na mawakili ya kwamba wapate ushahidi wa kutosha angalau waweze kumshtaki huyu mpendwa wa Mwenyezi Mungu Saidna Ahmad Alaihis Salam. Kwa hivyo, katika hali hiyo sasa, wakafika kiwango ya kwamba sasa ni kesi iko pale wakaenda kuandikisha hiyo. Hata wakati huyu bwana Abdul Hamid alipokuwa anaongea, baada ya kutoa ule ushahidi wake, na huyu ameshaongelea vile vile huyu Dr. Martin Clark ameshaongelea, akazungumza katika usemi wake kwamba naomba ni nipewe ulinzi kwa sababu ya ulinzi wangu ama kwa ajili, kwa ajili ya maisha yangu ninaomba nikae na huyu bwana ama huyu padri Dr. Martin Clark. Kwa hivyo yeye mwenyewe pia aliingia hofu, ndio baada ya kuona kwamba kila mbinu walizozipanga zime zimefua dafu zimeshindikana sasa. Ni wakati ameona zimeshindikana. Sasa katika harakati zile, akaona ya kwamba maisha yake yako hatarini, na pale mahakamani akaomba y kwamba apewe nafasi aenda akae kwa Dr. Martin Clark. Naam, mwalimu sahib, tunapata kuona habari hii inaendelea kuhusiana na maswala ya masihi yaliyahidiwa, kwamba wanamtafutia kila aina ya njama ya kuweza kumdhalilisha masihi aliyahidiwa, lakini bado wana wanashindikana yaani jamaa zao zinashindikana. Je, una lipi la kuendeleza katika mada hii? Asante uh, sana bwana mtangazaji. E, inasikitisha sana namna kisa hiki chote kilivyoendelea kwamba ni mambo ya kupanga na kutaka kumdhuru mtu ambaye hana hatia, na pia inasikitisha sana kwamba baadhi ya mashehe wa Kiislamu wakaungana na upande wa Ukristo badala ya kumsaidia Sayyid Ahmad alayhi salamu katika kueneza ujumbe wa dini tukufu ya Kiislamu, wakawa wanafanya ushirikiano na mapadri ili kutaka kumwangamiza Sayyid Ahmad alayhi salamu. Lakini naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasimama na na huyu simba wake na akapata ushindi. Na zungumzia kuhusu huyu bwana, Bwana Muhammad Hussein wa Batala, kwamba hii kesi ilipofika pale mahakamani yeye alikuja kutoa ushahidi upande wa Ukristo, akimsaidia yule Dr. Martin Clark. Kwa hivyo wakati kesi imeanza, watu wote wamefika kule mahakamani, Sayyid Ahmad Al-Islam alifika upande wa ulalamishi ulifika naye na Muhammad Hussein wa Batala akafika kama shahidi. Alipofika pale mahakamani, alitegemea kwamba atapata Sayyid Ahmad Al-Islam akiwa katika hali ya kudhalilika, ametiwa pingu. Lakini alipofika, aliona mambo tofauti. Akapata kwamba Sayyid Ahmad Al-Islam amepewa kiti pale, amekaa kwa utulivu, kwa heshima. Kuona vile naye pia akadai kwamba apate kiti, lakini bwana hakimu akamwambia kwamba wewe uwezi pata kiti hapa mahakamani. Lakini yeye akangangania, akasema kwamba nina haki ya kupata kiti hapa, sababu hata baba yangu alikuwa akipewa kiti mahakamani. Yule hakimu akamwambia kwamba hata na baba yako hakuwahi kupata kiti hapa, lakini huyu bwana akangangana tu akangangania, akasema kwamba nina makaratasi, nina barua kutoka kwa gavana ambayo inaunga mkono kwamba nafaa kupata kiti mahakamani. Basi pale yule hakimu akahamaki akamwambia, kwamba nyamaza, usipayuke mahakamani, songa nyuma na usimame wima. Basi yule bwana akasimama kule nyuma, akaanza kutoa ushahidi wake. Alitoa kila aina ya ushahidi wa kumsuta Sayyidna Ahmad alaihis salaam, ushahidi wa uongo na wa matusi na na kejeli, lakini wakati wote Sayyidna Ahmad alaihis salaam alikuwa amenyamaza tu. Ulipofika wakati wa Sayyidna Ahmad kuongea kupitia wakili wake yule wakili alitaka kumuuliza Muhammad Hussein swali la, la kumtia dosari, sababu alijua pia historia yake na historia ya familia yake, lakini Saidina Ahmad alaihi salatu wasalam aliinua mkono wake kumzuia yule wakili wake kuuliza lile swali la ambalo lingemwaibisha yule bwana Muhammad Hussein. Kwa hivyo hakimu, yule hakimu alishangaa kwamba huyu bwana anazungumza vibaya kuhusu Sedna Ahmad alahi ssalam, lakini ana hataki naye pia ajibiwe vibaya. Basi mara moja yule hakimu akajua kwamba lazima kuna kitu hapa, huyu Husein ana chuki ya kibinafsi na Sedna Ahmad alahi salatu wasalam. Nam Mwalimu Sahibu, tunapata kuendelea kuona kwamba huyu bwana Muhamad Husein wa Batala, Muhamad Husein wa Batala haja kata tamaa dhidi ya kuendelea tu kumfuatilia Masihi Maud, amani ya Allah juu yake, mpaka inatokea kwamba anajiaibisha mwenyewe pale ndani ya mahakama, lakini bado hakati tamaa. Na pia tunaona jinsi gani Masihi Maud alivyo na hekima ya, ya, ya kutosha licha ya, ya kutambua kila aina ya tuseme e, changamoto ambazo huyu bwana anazo kuhusiana na mambo yake ya kibinafsi, lakini bado anawaambia watu wake watulie kwamba haifai pia kufanya nini kuzungumza mambo ya ya changamoto na kadhalika mbele ya mbele ya hadhira vile vile, kwamba hataki kumwaibisha hata kama yeye amejipanga kumwai kumwaibisha. Ndio, Mwalimu Sahibu, tunaendelea katika hiyo mada, hebu tuendelee kutupatia. Kwa hivyo bwana mtangazaji, Bwana Muhamad Husein mwenyewe akadhihirisha hulika yake mbele ya mahakama na yule hakimu akajua kwamba huyu bwana ana chuki za kibinafsi na sena Ahmad alaihi salatu wassalam. Kwa hivyo, hata katika uamuzi wake hakimu hakuhusisha maneno ya ya huyu bwana Muhamad Husein wa Batala. Basi akatoka nje baada ya kutoa ushahidi wake, kule nje akapata kuona kiti pale nje ya mahakama, akaenda kukalia. Ukumbuke pale ndani amenyimwa kiti, hivyo akapata fursa na mwanya akakalia kile kiti Kumbe kulikuwa na mkubwa wa polisi kule ndani, akaona yaliyojiri. Basi alipomwona kwamba anakalia kile kiti, akatuma polisi, akamwambia, mtoe yule mtu kwenye kile kiti, hana, hana haki ya kupata kiti hapa. Basi polisi akaenda akamsimamisha yule bwana kwa kile kiti, akamwambia, inuka wewe, huna haki ya kupata kiti hapa. Kwa hivyo watu wakawa wanashuhudia ile ile fedheha. Basi kukosa kiti pa, pia pale, pale akaenda akachukua shuka au tuseme leso ya bwana mmoja alikuwa pale, akatandika chini akakalia. Yule bwana naye kwa hasira Akikundua kwamba Husein ametoa ushahidi wa uongo dhidi ya Muislamu, akaburuta lile tena leso akamwambia we, inuka wewe, yani mtu kiongozi mkubwa kiasi hiki unazungumza uongo wa hadharani hivi? Basi Muhamadi Husein badala akafedheheka akadhalilika pale. Kwa hivyo Mwenyezimungu akapanga kwamba sasa yeye badala ya kudhalilika, Muhamadi Husein ndio akapata ile fedheha. Sasa tunapata kuona kwamba hii ilikuwa ni siku ndefu sana na siku ngumu sana kwa huyu Muhamad Husein wa Batala ama umeionaje? Bwana kweli kabisa kwamba kila mahali anajitahidi kupata cheo, lakini anaambiwa toka hapa, hapa kufai na kadhalika. Na basi huyu anayezungumziwa hapa, ambaye ni mwendelezaji wa hiyo kesi, si mwingine bali ni huyu huyu Captain Douglas. Huyu bwana Captain Douglas alitiwa moyo gani na Mwenyezi Mungu ili aweze kupeleka sambamba ile kesi? Naam, asante sana ndugu mtangazaji, ni kweli ya kwamba wakati baada ya masaa ya kuhudumu kule kwenye kesi, huyu bwana Captain Douglas alienda katika pale stesheni ya Batala, ya kwamba anataka kusafiri kwenda kule Kurdaspur ambako alikuwa anasafiri, lakini wakati ule gari moshi lilichelewa kidogo. pale ndani yule mm, Douglas alianza kuwa na wasiwasi -wasi hivi ya kwamba alionekana anatembea kutoka kona hii kwenda kona hii, anatembea kutoka huku kwenda huku. Yule katibu wake ama karani akapata moyo kidogo, bwana Rajab Gulam Raja Gulam akaenda kumuuliza, mbona unaonekana mwenye wasiwasi, ni nini mbaya? Akasema mambo yafuatayo, napenda kwamba ni ya nukuu, angalau uyasikilize vile huyu bwana Douglas alivyosema. Popote ni niangalia hapo namwona bwana Mirza Sahibu, naye anasema, usiachane na uadilifu ulio sifa ya taifa lenu. Isitoshe, naona alama za uadui na uhasama katika shitaka hilo. Siwezi kufahamu nitafanyaje hata kwamba udhihirike wazi uhakika ulivyo, ya kwamba wakati alipokuwa anazunguka kulia kushoto, akitembea pale, ile wasiwasi baada ya kuulizwa na Raja Gulamu ya kwamba vipi mboni unaonekana mwenye wasiwasi, akasema kwamba nikienda huku naona Masihi Maud alaihis salaam, nikienda huku naona Masihi Maud alaihis salaam, nananiambia kwamba usimame kwa uadilifu, kwa maana uadilifu ndio sifa ya taifa lenu ndio. Kwa hivyo huyu bwana Douglas Captain akawa anajiuliza nitafanya fanyaje ili ya kwamba ukweli wa jambo hili lijulikane kabisa. Kwa hivyo huyu bwana Raja Gulam akamshauri ya kwamba kama huyu bwana Abdul Hamid anakaa na hawa anakaa kwa Martin, kwa Dr Martin Clark aondolewe ili ya kwamba uhakika wa jambo hili litakuja kujulikana. Basi mara moja huyu Dr. Captain, huyu captain akaenda mara moja kwa, kwa station pale akaandika telegram na akawaeleza kwamba huyu bwana atenganishwe atolewe kwa Dr. Martin Clark. Naam, kwa hivyo tunapata kutambua kwamba Allah Subhanahu wa Taala aliweza kumwongoza huyu Douglas ambaye alikuwa ni kapteni mwenye kuendeleza ile kesi ya Masihi aliyeahidiwa dhidi ya wale wapinzani wake, kwamba hata ye mwenyewe pia akajalia kwamba amfanye huyu bwana apate ile roho ya uadilifu, kwamba hata kesi aipeleke kisawasawa ipasavyo. Naam, kwa kweli hiyo kesi hiyo bila shaka ililetwa na mwongozo wa Mwenyezi Mungu kuanzia mwanzo hadi mwisho, ili kwamba, mwalimu sahib, huyu bwana Masihi aliyeahidiwa atambulike wazi kwamba katika kila ushahidi yeye ni mkweli na wala hajajishughulisha na ukorofi na ukatili wa aina yoyote wa kuua mtu yoyote. Pale ndiyo mwalimu sahib, katika hali ya uchache tu, huyu bwana Captain Douglas tunaona kwamba amepewa sifa nyingi sana za uadilifu na nini na nini. Je, ni ujasiri gani wa kihulka ambao alikuwa nao katika hali tu ya uchache, ili tumalize kipindi? Asante sana bwana mtangazaji. Huyu bwana Douglas ni hakimu ambaye anastahili heshima na heko katika ulimwengu wa watu wote ambao wanapenda haki na hususan katika jamii ya Ahmadia, na bila shaka anapata hiyo heshima kwamba alisimama imara, hakujali dini wala hakujali inji, bali akasimamia haki na akatoa ushahidi akatoa wa uamuzi wake kulingana na ukweli wa kesi kwamba sena Ahmad alayhi salatu wassalam hakuhusika katika yale mauaji, na ukweli ukabainika kwamba kweli huyu bwana huyu, simba wa Mwenyezi Mungu hakuhusika kabisa na yale mauaji aliyosingiziwa nam. Asante sana mwalimu sahib, tumeweza kuona sisi wote pamoja na wasikilizaji kwamba kipindi kizima kimeeleza ukweli wa Masia aliyeahidiwa kwamba hakuhusika hata popote na kesi za mauaji lakini pia Mwenyezi Mungu alikuwa sambamba kabisa kumpatia usaidizi wake. Karibuni sana katika kikao hiki na nimewashukuru sana kwa elimu ambayo mmetupatia siku ya leo hii. Naam. Vile vile ndugu watazamaji, nitasema kwamba kipindi hiki kimekuwa hasa ni cha kueleza kwa dhati kuhusiana na ujasiri ambao Mwenyezi Mungu anauweka hata kwa watu ambao si Waislamu, kwamba wasimamie sambamba njia ambayo ni ya haki na kwa kweli Allah pia kwenye Qurani anasema nini? Kwamba haki imefika na uongo umefanya nini? Umeweza kupotelea huko mbali. Na katika hali hiyo hiyo, Masihi aliyeahidiwa amesaidika na kila njia ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Basi ndugu wasikilizaji, mpaka hapa tunakoma kwenye kipindi cha leo na tutaendelea baadaye inshallah. Karibuni sana assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu